Tumsifu Yesu Kristo. Karibu mpendwa mtazamaji wa TBC One katika kipindi hiki cha tumshukuru Mungu, tusikie kwa pamoja neno la Mungu ili tuweze kutafakari ujumbe ambao mwenyezi Mungu anatupatia kupitia neno lake. Tunasoma kutoka katika injili ya Luka sura ya kwanza aya ya 57 hadi 66 na na aya ya themanini. Ikiwa siku za kuzaa kwake Elizabeth zilipotimia, alizaa mtoto mwanamume. Wakasikia jirani zake na jamaa zake ya kwamba Bwana amemwongezea rehema zake, wakafurahi pamoja naye. Ikawa siku ya nane wakaja kumtahiri mtoto, wakataka kumpa jina la babae Zakaria. Mamaye akajibu akasema, la sivyo bali ataitwa Yohane. Wakamwambia, hapana mtu katika jamaa zako aitwaye jina hilo. Wakamwashiria babaye, wakijua atakavyo kumwita. Akataka kibao, akaandika juu, akaandika kwamba jina lake ni Yohane. Wakastaajabu wote. Papo hapo kinywa chake kikafunguliwa na ulimi wake pia ukaanza kunena akimsifu Mungu. Wakaingiwa na hofu wote waliokuwa wakikaa karibu nao, na mambo hayo yote yakatangazwa katika nchi yote ya milima milima ya Uyahudi. Na wote walioyasikia wakayaweka mioyoni mwao, wakisema, mtoto huyu atakuwa wa namna gani? Kwa sababu mkono wa Bwana ulikuwa pamoja naye. Yule mtoto akakuwa akaongezeka nguvu rohoni, akakaa jangwani hata siku ya kutolewa kwake kwa Israeli. Hilo ndilo neno la Mungu. Sehemu hii ya Injili ya Luka inatuelekeza jinsi nabii wa mwisho wa agano la kale alivyokuja duniani kwa hivyo, alivyozaliwa kwa wazazi hawa, walikuwa wazee, Elizabeth mamae na Zakaria, baba yake. Zakaria ambaye alikuwa kuhani, ambaye alitokewa na malaika na kupashwa habari kwamba mkewe atazaa katika umri wake, na tangu wakati huo Zakaria hakuongea tena mpaka Yohane alipozaliwa, ndipo yeye alimpa jina kama alivyoelekezwa na malaika, na hapo alianza kuongea lakini hayo yote yanaeleza lile swali ambayo pia watu walijiuliza kwamba mtoto huyu atakuwa ni wa namna gani? Yaani, huyo nabii wa mwisho wa agano la kale atakuwa ni mtu wa aina gani? Yohane ni nabii wa mwisho na ndiye yeye, namna ambayo walijiuliza, atakuwa ni mtu wa aina gani, inajionesha jinsi ambavyo aliwatayarisha watu wampokee Yesu kuwa ndiye Kristo na kwa kuwatayarisha aliwabatiza na akawaambia anawabatiza kwa maji lakini Yesu atawabatiza kwa maji na kwa Roho Mtakatifu, kwa moto. Kwa hivi basi, pamoja na kuwatayarisha kwa ubatizo, aliwafundisha waweze kuzitambua njia za Mungu, njia za haki, na hatimaye aliwatambulisha Yesu alipokuja, akamwambia huyu ndio yule anaye anayeibeba dhambi ya ulimwengu. Kwa hivyo huyo ndio Yohane nabii wa mwisho ambaye hapo watu walijiuliza alipozaliwa mtoto huyu atakuwa wa namna gani? Lakini hilo lote linatukumbusha neno lile ambayo Yohane mwenyewe alisema watu walipomuuliza, je, wewe ni Kristo? Akasema hapana, mimi ni sauti ya mtu aliaye nyikani. Kwa hivi sauti ni ile ambayo inalitaja neno, neno ni Yesu mwenyewe. Kwa hivi sisi wote ni sauti, Yesu ndiye neno na tunamtayarishia Yesu njia ili aweze kupita. Basi ndugu zangu, ni ujumbe mkubwa tunaoambiwa. Kila mmoja wetu anapozaliwa, wazazi wanampa baraka kwa kumpa jina, kwa kumfurahia ndugu na majirani, na hasa kwa kumbatiza, kumtakia uokovu. Na bila shaka wana wanatamani mtoto huyu anapozaliwa awe ni mtoto wa aina gani, na kwa ajili ya jina wanalompa na ubatizo ambao wanamlifisha imani hivi basi kila mmoja wetu anakuja duniani kwa mipango maalumu ya mwenyezi Mungu, kwa nia ya mwenyezi Mungu, na anabatizwa ili aishi imani ambayo wazazi wanamrithisha. Hivi basi anatakiwa aishi kile ambacho Mungu amekilenga kama ilivyokuwa kwa Yohane Mbatizaji, ambaye Mungu alilenga kwamba Yohane Mbatizaji awe mtangulizi wa Kristo, awe ni sauti inayolia kulitaja neno na neno Yesu ni Yesu Kristo mwenyewe. Kwa hivyo sisi ni tunapitia njia ile ile ya Yohane Mbatizaji ambaye alikuwa nabii wa mwisho wa agano la kale, lakini sisi ni manabii ndani ya jamii zetu, ndani ya familia zetu, ndani ya mazingira yetu ya kazi, tunatakiwa tuwe sauti ya neno, yani Yesu. Yesu mwenyewe anatupa fursa, yeye ambaye ni neno la Mungu alifanyika mwili akakaa kwetu, maana yake amekaa ndani ya maisha yetu. Anataka sisi tuwe sauti ya hilo neno, tuishi kwa maneno na matendo. Hilo neno maanake tumshuhudie Kristo. Kumshuhudia Kristo maanake ni kuishi mafundisho yake kwa maneno na matendo. Yohane Mbatizaji alimshuhudia Mungu kwa kuishi kile ambacho yeye aliletwa duniani, akawa mtangulizo wa Kristo, akawa mtambulishi, alimtambulisha Kristo. Na sisi basi tuwatambulishe wenzetu Kristo. Ni nani huyu tunayemwamini? Tuwe sauti yake pale tunapoishi, pale tunapofanya kazi. Leo hii wa kristo tunaishi kwa hofu hapa duniani, na pengine tunaogopa hata kumshuhudia Kristo kwa sababu hatujatambua kwamba sisi ni sauti na kwamba Yesu ndiye neno lenyewe. Basi tusiogope, tuwe kama Yohane Mbatizaji ambaye kule jangwani alihubiri na watu walimfuata, ambaye alikuwa jasiri wa kuweza hata kumkemea Mfalme Herode kumwambia ukweli kwamba hatendi haki haki. Yohane Mbatizaji alikatwa kichwa kwa sababu ya kushuhudia haki, ya kuitetea na kuihubiri haki. Ndivyo ambavyo sisi ambayo ni sauti ya neno tunatakiwa tuishi katika ulimwengu ambao haki pengine unaonekana ni msamiati tu. Ubinafsi umekuwa mkubwa mno, watu hawafanyi tena nia ya Mwenyezi Mungu, watu wanafanya nia zao binafsi. Basi sisi tuwe sauti ya kukemea maovu, sisi tuwe sauti ya hilo neno ambalo linamtangaza Mungu kwamba yupo na haki ifanyike. Hapo tutakuwa tumetimiza lengo la Mungu na tutajulikana sisi ni watu wa aina gani. Yani, sisi ni sauti ambayo inalia katika jamii zetu ili haki itendeke. Sisi ni sauti ya neno, yaani Yesu ambaye anafundisha kwa maisha yetu sisi, kwa yale tunayoyaamini na kuyaishi kwa maneno na matendo, kama alivyotutaka tuwe mashahidi wake. Tumsifu Yesu Kristo.